Taasisi ya kumbukumbu kumbu na nyaraka ni moja kati ya taasisi muhimu sana duniani katika kuleta mustakbali wa mafanikio ndani ya nchi yoyote. Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ameliona hilo na ndio maana amechukua juhudi hii kubwa ya kuhakikisha kwamba taasisi hii inakaa katika hadhi inayostahiki. Walio wengi wanadhani kumbukumbu zikishatumika na nyaraka zile unaweza ukazi destroy, ama ukaziweka tu pahala popote. Ndugu zangu, kama kuna kitu muhimu duniani ndani ya nchi yoyote duniani ni nyaraka na kumbukumbu. Leo hii ukienda nchi za wenzetu unakuta nyaraka nyingine mpaka za nchi yetu pia unazikuta, unaweza ukazitafuta hapa zikakushinda, ukazipata pahala pengine. Sasa tumeona jambo hili tulifanye kwa ukubwa wake, na ndio maana mmeona hadhi ya jengo ambalo taasisi hii Mheshimiwa Rais ametaka liwe. Nami nataka niwahakikishie Mkurugenzi wa taasisi hii ya nyaraka na kumbukumbu -kumbu, pamoja na timu yako, lakini na afisi yote kwa ujumla, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha tunafanya mabadiliko makubwa ya mageuzi kwenye taasisi hii. Na jambo la kwanza kwenye hili, lazima tukubaliane, tutoke hapa tulipo twende kwenye hatua nyingine ili tufanye vizuri kwenye eneo hili, lazima tuwe na wataalamu wabobezi wanaoweza kufanya kazi kwenye maeneo haya. Ndugu zangu, wataalamu hawa tunaowazungumza lazima tuwatafute, kama wapo ndani ya nchi, kama hawapo, tutafute nje ya nchi, lakini lazima tuwe na wataalamu ambao watatuwezesha kutufundisha ili baadaye tuweze kusimamia jambo hili wenyewe. Mafanikio haya hayaji tu kwa bahati mbaya, tunahitaji kuwasomesha vijana wetu, lakini tunahitaji kuwapa exposure wakaona namna gani kumbukumbu na kumbu kumbu na nyaraka zinatunzwa. Haya hayatatekelezeka kama hatutakuwa na watu wenye uwezo. Unapotaka kufanya mabadiliko, lazima tukubali kubadilika. Ukisema hivyo wengine wanaona tutafukuzwa kazi. Hakuna kufukuzwa kazi, wako watu wanasomesheka, tutawasomesha, wako watu wanafundishika, tutawafundisha, na wako watu wanaelekezeka, tutawaelekeza. Lakini haya yafanywe na wataalamu na si kwa mazoea. Sasa jengo hili mustakbali wake likikamilika kutakuwa na mambo mengi sana ambayo lazima yafanywe kwa ubora wake, na tunataka hata watu wengine wanapokuja, hizi kumbukumbu hazivikumbukumbu kumbu tu kwamba zinawekwa, watu wanakuja kutizama na kuondoka. Kwa wenzetu hizi ni fedha, hakuna pahala unakwenda kuangalia bure tu, hakuna pahala unaenda kuangalia historia bure, halafu unaenda unaangalia unaondoka. Hakuna, ni Zanzibar pekee. Maana Zanzibar hichi ni kisiwa cha kihistoria, kuna historia nyingi mno, lakini namna gani tutaweza kuzicompile zikawekwa katika utaratibu mzuri, vijana wetu wakawa na uwezo mzuri, wakaweza kufanya kazi hii. Naomba niwahakikishie kwamba kazi hii tutashirikiana, Mheshimiwa Waziri, sera sheria zinafanywa mabadiliko na sisi naamini tutakuwa sehemu ya hayo, tutaunga mkono na tutahakikisha kila linalostahiki linakaa katika kiwango cha kimataifa, na Zanzibar isomeke katika ramani ya kimataifa kwenye uwekaji wa kumbukumbu kumbu hizo.